Baada ya, ya ile ripoti kusomwa, Mheshimiwa balozi wa Kanada alimekuwa akituomba kupata appointment. Sasa balozi ni mtu mahusiano yetu na na Kanada ni mazuri, kwa hiyo nikawa nimemruhusu me, ni nilipomruhusu Akanambia, anakuja na mgeni mwingine ambaye ni chairman wa Barrick ambaye amesafiri moja kwa moja kutoka Marekani na ndege yake kuja hapa. Nikaona mjumbe hauawi, ngoja nisikilize. Kwa hiyo tumekuwa hapa, baroza alipokuja akajitambulisha, profesa profesa John Ndiyo, akaeleza kwamba kwanza na appreciate kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya, na akatupongeza kwa juhudi kubwa tunazozifanya sisi kama serikali, na akazungumza, amelisikia ripoti, lakini akaeleza kwamba wao ndio wana share, actually wao ndio wamiliki wenye share kubwa kuliko akashia Wana asilimia 64 wale wengine, wengine sasa, na Acacia na wengine kule, ndio share hizo zilizobaki. Kwa hiyo wao kama ndio asilimia 64, pakitokea matatizo yoyote katika migodi hii, wao ndio wanakuwa affected zaidi. Namwambia basi, kama wewe ndio mwenye share 64, mnasemaje kuhusu hili maamuzi? Ndiyo hayo kwamba sisi ni lazima tupate haki yetu tunayotakiwa kuipata. Tumenyonywa mno, tumechezewa mno kwa miaka yote. Haiwezekani tukawa sisi ni wa kuchezewa tu wa Tanzania. Ndipo akazungumza anasema yuko ready. Nafikiri amewaeleza kwamba yuko ready sasa kuingia kwenye mazungumzo halali. Ataleta timu yake kutoka Kanada na Marekani kwa sababu yeye anakaa pote, anakaa Kanada, anakaa na Marekani. Ninajua mnanielewa. Kwa hiyo amesema ataleta timu yake, na sisi tutakuwa na timu yetu, na bahati nzuri tulikuwa na profesa Kabodi, mwanasheria. Kwa hiyo maprofesa na maprofesa wakawepo. Kwa hiyo hizo timu sasa tutapitia hayo mapendekezo yote na amekubali kwamba chochote kitakachokuwa kimekubalika watalipa watalipa wako watalipa. I'm just trying to say that we have actually agreed for what will come out of that discussions bariki through that understanding they will be ready to pay that's why we should go for the negotiations and the discussions Until the last solutions nimeona nizungumze hivi kwa Kiingereza ili kusudi mjue tuliyoyazungumza baada ya, ya kumwona hivyo nika fly. Lakini pia wakasema ni bahati mbaya wanatubu kwa haya yaliyotokea. Nikamuuliza, wewe jina lako nani? Akasema, I'm John. Na mimi nikasema na mimi ni John. Kwa hiyo nafikiri hapa tutaishi kwenye compromise vizuri, tunategemea When the team is probably going to arrive in Tanzania, your team, they should come and start the discussions completely until they will finish everything. Right. Kwa hiyo kwenye wiki moja, wiki mbili, tutakapo wahitaji na sisi timu yetu tutakayounda waje waingie sasa kwenye full negotiations. Na tuangalie. Na ametoa mfano, alihusika hivyo hivyo katika wizi uliokuwa unafanyika Papua Gine. izeti Papua ni Gine? mm. Hey Dominica, sorry, ambao nako walikuwa wanachimba dhahabu. Viongozi wa kule wakasema wameibiwa, ikabidi wanaingia kwenye negotiation na kutengeneza mkataba mpya wa win-win situation. Walifanya hivyo pia Saudi Arabia. Saudi Arabia yes, nako walikuwa wanazur, wanadhulumiwa. Serikali ya kule ikasimama wazi share ikawa 50, 50%. Saudi Arabia wanapitia 50 na Bariki wakachukua 50. Wanasema yaliyofanyika kule Dominica na yaliyofanyika Saudi Arabia hayana ugumu kufanyika Tanzania. Na ameshangaa kwamba inawezekana wale wengine walikuwa wanawadanganya wale shareholder waliokuwa na ndogo. Na sasa amesema sisi tu communicate na Bariki. Sio mtu mwingine na mimi nikasema tuta komuniketi na Bariki kwa sababu wale wengine wala hatuwajui, kwa sababu hata Brela hawajasajiliwa. Ninyi mtajuana huko. Kwa hiyo hayo ndio yaliyotokea, na sisi tunafikiri huu ni mwanzo mzuri na tunaenda vizuri. Na nipongeze pia zile tume mbili zote zimefanya kazi nzuri, lakini naomba nitoe wito kwa Watanzania na hili lina linashangaza kidogo. Tume zote mbili ripoti zake zimezungumza. Katika tume hizi nimesoma kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho wa ripoti ya tume ya kwanza, na nimepitia ripoti hiyo ya tume ya pili iliyokuwa inaongozwa na Profesa Osoro na ile nyingine ilikuwa inaongozwa na Profesa Mruma. Kutoka peji ya kwanza mpaka peji ya mwisho, hakuna mahali popote lilipotajwa jina la Jakaya Mrisho Kikwete, na hakuna mahali popote lilipotajwa jina la Benjamin William Mkapa. Niwaombe Watanzania na magazeti Msiwachafue wazee hawa, tufate yaliyomo kwenye tume, sio kwenye ripoti mnazozitengeneza ninyi mitaani. Kwenye tume mle hakuna mahali popote palipotajwa Msabaha, lakini magazeti yamekuwa yanatoa majina ya hawa watu. Nataka ni wa, ombi wa Tanzania, tupende kuheshimu wenzetu na kuwatendea wenzetu tunayotakiwa kutendewa sisi. Tume ilisomwa samare yote iliposomwa na profesa Mruma, haikutaja haya majina. Tume ya pili iliposomwa yote na profesa Osoro, majina haya hayakutajwa. Sasa magazeti yameanza kubeba hilo bango kudivert issue tunayoenda nayo na kuanza kuchafua watu, tutachukua hatua za kali kwa wale wote wanaotaka kutumia ripoti za tume kuchafua watu ambao hawakutajwa kwenye tume. Wakitaka waunde na wao tume zao, lakini tume niliyoiunda mimi na kuletewa taarifa haikutaja haya majina hatuwezi tukaanza kuchafua viongozi wetu waliofanya kazi kubwa sana katika taifa hili. Mimi nafikiri Watanzania waelewe, tuache kuchafuana. Ila nawashukuru Barik, you have traveled all that distance to come to solve this issue. Lakini nimemsifu sana, ni very understanding, na balozi ninamshukuru sana amehangaika siku nyingi kutaka kutuona, lakini ilisema sitaonwa mpaka ripoti iishe. Kwa hiyo tukishaingia kwenye mazungumzo haya wakatulipa na hizi hela zetu, maisha ya Watanzania walioko kule yataenda. Nilikuwa namwambia, ninyi mnachimba dhahabu, hebu nikupeleke Muhimbili ukaangalie watoto wanavyohangaika, watu wanavyokosa vitanda, nikupeleke maisha ya maeneo hata yale tu yanayochimbwa dhahabu nikupeleke watu wanavyohangaika mle mjini dhahabu zinaondoka lakini maisha yao wananchi wa Tanzania ni ya chini chini ya uongozi wangu hili sikubali ni lazima maisha ya watanzania wafaidike na mali waliopewa na Mungu watu wanapata shida wanaumia wanalia kumbe mabilioni ya fedha yanasombwa nikasema hili hapana na kwa sababu amekuja na akawa na anaomba msamaha, anasema yuko tayari kwa kunegotiate. Ngoja tuwasikilize, hiyo negotiation itakapoisha, wakatulipa hayo mengi yetu, basi sisi tutafanya tutaendelea kufanya biashara. Lakini pia amekubali na ile process ya kuanza kujenga smelter, watakapokuja watainclude kwenye mazungumzo yale. Actually he was so positive and uh, Tanzania is the best place for investment kwa hiyo nimemwomba barozi waendelee investors kuja, lakini katika situation ya win-win situation, sio wale wakuja kutuibia. Na hivyo ndivyo alikuwa mazungumzo yetu, na nimeona tuyatoe hadharani, hatukujifungia kujificha, ndio uwazi. Lakini Watanzania wajiepushe na maneno ya kutukana wazee hawa, kumtukana Kikwete, kumtukana tunawanyima, walimaliza muda wao Miaka kumi, wakamaliza wawaache, wapumzike, watunze familia na wajukuu. Hata ni kukosa heshima. Ripoti haijawazungumza wao, kila siku wanang'ang'ania hiyo na haya magazeti